Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna wakati wananchi wanajichukulia hasira kudhuru watu wanaodhani ni wezi wameingia katika maeneo yao, na huku kwako kuna tetesi kwamba kuna kijana aliingia katika makazi ya watu, hili unalifahamu vipi? Nilitewa taarifa na, na polisi wangu jamii muda kama saa moja hivi ya asubuhi ya kusema kuwa kulikuwa saa kumi usiku, wao walipigiwa simu na watu kusema wameingiliwa na kibaka ndani ya nyumba. Sasa wale wananchi wale, yule walimwona ni kibaka, kumbe yule mtu alikuwa ni mgonjwa wa akili. Sasa watu hawakufahamu, wananchi ilibidi wamwalasi, wampige ulemu. Baada ya kumpiga, walimchukua wakaenda kumtupa Msimbazi kule. Sasa jitihada za polisi jamii kufuatilia wakaenda kumkuta kule, wamemfunga kamba mdomoni na wamemfunga na kamba mikononi nyuma. Sasa walipokwenda kule nikapigiwa simu mimi mwenyekiti kweli, nikaenda nilipoenda kule nikamkuta yuma, ila kamba ya mdomoni walikuwa wameshamfungua imebaki kamba ya nyuma, nikaambia naomba hebu mfungueni mimi nilivyomwangalia tu kwa kumwangalia nikamwona huyu akili yake siyo mwizi huyu, ni akili yake, kwa sababu kama Mungu mm, hata kuongea kwake ni shida. Nikaambia basi kama mlemavu sasa. Kwa wananchi si unajua tena na wa wana machumba ukashaibiwa wa sana sina nini, basi wakamwona yule ni kibaka. Sasa bahati nzuri kabidi waka tukamchukua tukampeleka kituo cha afya cha Gulukwalala, akapatiwa matibabu. Kumbe yule wanaosema ni kibaka ni, ni mlemavu wa akili. Sasa kumbe alitoroka, si wapi si mkulanga huko, nasikia walimrusha kwenye mitandao bado watu kuona, wakamrusha kwenye nini, watu wenyewe walimrusha kwenye mitandao. Sasa walipokuja kumwangalia pale si mtu, mbona huyu tulimuona kama amerushwa kuwa amepotea sasa kwa bahati nzuri pale wakampa huduma lakini hawakumpiga sana kumjeruhi kusema kusema alikufa pala. Sasa kweli maumivu alipata, walimchoma choma chuma ni na nini kwa ajili ya kumburuza, lakini akapewa matibabu vizuri kila kitu na matibabu pale. Ilivyofika jioni ambulance ikaja kumchukua ikampeleka Amana ili sasa wa, wa, wa, wapigia simu familia yao waje pale wamchukue. Sasa nilikuwa naomba sana, sisi kwa sisi kwa wenzetu na sisi wenyewe tuliokuwa na watoto walemavu tuangalie sana, kwa sababu watu wengi sasa wanakaa wanakwazwa kimona, mtu akimwona mtu wanazania ni mwezi kumbe ni nani, mlemavu ajui, na kwa sababu ameibiwa kipindi hicho cha nyuma wao wanachukua tu sheria mkononi. Sasa nilikuwa naomba watu ambao waliokuwa na wagonjwa kama hao wauangalie sana, kwa sababu hali ya sasa imekuwa ni ngumu zaidi. Ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Gulukwalala Mheshimiwa Augustine Simba. Hadi wakati mwingine, kwa heri.